Na tukirejea hapa nchini, kumekuwa na sensa ambayo imekuwa ikifanyika kuhusiana na uzalishaji e, viwandani na e, tutaangalia hasa matokeo ya sensa hiyo lakini kufahamu kwa kina kuhusu kile ambacho kinafanyika kujua hali ya uzalishaji kwa viwanda vyetu hapa nchini. Sasa e, katika kulizungumzia hili kule katika studio zetu za Dodoma tunaye Daniel Masolwa ambaye ni mkurugenzi wa kurugenzi ya takwimu E, za uchumi ofisi ya taifa ya takwimu NBS. Karibu sana e, Masolwa na, Masolwa na habari za hapo Dodoma? A, Dodoma ni salama, habari za Dar es Salaam? Dar es Salaam kwema kabisa, tumesikia kuhusiana na takwimu e, za uzalishaji viwandani, hebu tuambie mnaangalia nini, nini hasa ama tunazungumzia sensa ya uzalishaji viwandani tunamaanisha nini hasa? Sensa ya uzalishaji viwandani ni zoezi maalum ambalo linafanyika, lakini kwa lengo kwanza la kubaini viwanda vyote vinavyofanya kazi vilivyopo nchini. mm -hmm. lakini pia linabainisha ni aina gani ya bidhaa ambazo zinazalishwa hapa nchini, na zoezi hili la sensa huwa linafanyika kila baada ya miaka kumi sawa na ilivyo katika sensa ya watu, lakini tofauti kubwa iliyopo ni kwamba kwenye sensa ya watu inajumuisha eh, watu wote ambao walilala nchini, lakini kwenye sensa ya viwanda tunajumuisha viwanda vyote vinavyofanya kazi hapa nchini mm-hmm. E, e, e, tu tupitishe tu, tu, katika historia uh, ni mara ngapi tumewahi kufanya sensa hii kuangalia hali ilivyo kwenye uzalishaji wa viwanda vyetu? Sensa hii kwa Tanzania bara ilianza mwaka 1963 toka tupate uhuru. Baadaye ikafuatiwa na sensa iliofanyika mwaka 1978, nyingine ilifanyika mwaka 1989, 2013 na hii inafanyika kwa mwaka wa rejea wa 2023. na na na kwa nini tunaifanya mwaka, mwaka huu wa ishirini na tano? Kawaida ni kwamba taarifa zinazokusanywa kwenye sensa hii ni nyingi, lakini pia huwa tunahitaji kupata taarifa za ukaguzi ambazo zimeshakamilika. Sasa kama ingekuwa ni kwa mwaka huu taarifa za ukaguzi wa mahesabu hazipo za mwaka huu hmm, lakini kwa mwaka ishirini na tatu tunahakika viwanda vyote wana taarifa hizi na, na mnakwenda kuangalia nini hasa kwenye ukaguzi mnaokwenda kuufanya kwenye sensa hii? Tutaangalia taarifa nyingi hmm. Moja kama nilivyodokeza ni uzalishaji wa uh, zile bidhaa katika vile viwanda, lakini tunavyosema sensa uzalishaji viwandani haiishii tu kwenye hivi viwanda vinavyozalisha bidhaa, lakini pia tunajumuisha uchimbaji wa mawe na kokoto eh, uzalishaji wa umeme na usambazaji wa maji. Kwa hiyo hmm. Sensa hii ina wadau wengi ikiwa, okay. Ni pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini na wizara zingine za kisekta kama vile maji, e, nishati pia na uchimbaji wa mawe na madini ambayo iko kwenye madini. Sawa sawa, e, mara ya mwisho tumefanya mwaka 2013. kwa nini imekuwa imechukua muda mrefu kiasi hiki kufanyika kwa sensa nyingine kama hii? Kawaida sensa huwa inafanyika kwa, kwa Tanzania tunafanya kila baada ya miya, miaka kumi lakini, hmm. Sababu za msingi za kufanya hivyo ni kwamba zoezi hili ni lina gharama kubwa, kwa sababu inabidi uvitembelee viwanda vyote vilivyopo nchini. Sasa zoezi hilo sio dogo, ni kubwa na gharama yake ni kubwa. Sawa. mm -hmm. Sawa. E, tuna, tunafahamu kwamba nchi yetu imekuwa ikizungumzwa sana kwamba imekuwa ikiagiza bidhaa mbalimbali kutoka nje kwa kiasi kikubwa kuliko namna ambavyo tunazalisha bidhaa zilizokamilika, yani finished goods hapa Tanzania na kuuza nje ya nchi, mnachokwenda kukifanya kitabadilisha nini katika hali hiyo? E, umeuliza swali zuri sana. kimsingi ni kwamba kwenye sensa hii tutabaini ni bidhaa gani ambazo zinatengenezwa hapa nchini mm. lakini pia kuangalia fursa zilizopo za kuweza kute, eh, kutengeneza bidhaa zingine ambazo hazitengenezwi hapa nchini ili kupunguza uagizaji kutoka nje. Ni kweli gharama za uagizaji wa bidhaa, eh, kutoka nje ni kubwa na inatunyima pia fursa nyingi ikiwa ni pamoja na ajira, kodi na kadhalika. Kwa sababu kama bidhaa ikitengenezwa hapa nchini, nguvu kazi iliyopo itaajiriwa, lakini vile vile serikali itapata kodi na mwananchi atapata kipato, kwa hiyo kunakuwa na manufaa makubwa sana. Kwa hiyo ma... miongoni mwa malengo ya sensa hii ni kubaini hizo bidhaa zilizopo, okay, na zinazoweza kuzalishwa lakini pia ili itu, tu, tu, tu, tuende kwenye kupunguza uagizaji waziz, waziz, wa bidhaa zinazoweza kutengenezwa hapa nchini uh -huh. Sawa sawa, sawa sawa. E, -tuna, tunafahamu kwamba na kama walivyoeleza hapo kwamba mnakwenda kuangalia sio tu uzalishaji wa viwandani kwa maana uzalishaji wa bidhaa, lakini mnaenda kuangalia pia katika maeneo ya huduma kama vile eh, huduma za usambazaji wa maji, uz uz uzalishaji wa umeme na huduma nyingine kama hizo katika eneo la huduma eh, kama tunavyofahamu kwamba sensa ni hesabu eh, mnakwenda kuangalia vitu gani hasa? Eh, ni kweli hii sensa ni hesabu. Sasa miongoni mwa taarifa ambazo tunakwenda kuangalia hmm, ni pamoja na idadi ya wafanyakazi walioajiriwa wali katika hivi eh, viwanda vinavyozalisha bidhaa mbalimbali. Lakini kitu kingine tunaangalia pia ule uzalishaji wenyewe kwamba ni kiasi gani. Je, unatosheleza mahitaji ya ndani na ikibidi ziada iweze kuuzwa nje? Na kama eh, uzalishaji haukidhi mahitaji ya ndani, basi pawepo na sera za kuweza kuvutia uwekezaji zaidi katika viwanda ili lengo la kuzalisha uh, hizi bidhaa nyingi zaidi nchini liweze kufikiwa, kwa sababu kama huna sera inakuwa ni ngumu sana hata kuweza kupata uh, vivutio vya wawekezaji mbalimbali kuweza kuingia hapa nchini na hivyo kufikia lengo la, la kujitosheleza bidhaa ndani ya nchi zile ambazo zinaweza zikazalishwa mm. Tumeona pia e, taarifa hivi karibuni ya kupungua kwa thamani ya shilingi ya Tanzania e, ambayo moja kati ya vitu, sababu zinazotajwa ni e, Tanzania kununua zaidi bidhaa kutoka nje kuliko namna ambavyo tunauza bidhaa nje ya nchi. Na sasa e, utafiti huu kama tunafahamu kwamba utafiti ama, kama ambavyo kama sensa mnakwenda kuifanya ni sehemu ni, ni moja kati ya aina ya utafiti e, utafiti unakuja kutatua tatizo ambalo lipo. Unadhani utafiti huo ambao mnakwenda kuufanya utatatua kwa kiasi gani tatizo hili la kushuka kwa shilingi ya Tanzania na Tanzania e, kutopata fedha za kutosha za kigeni kutokana na kuagiza zaidi nje kuliko kuuza nje? E, ni, ni swali zuri ni, ni kweli kwamba miongoni mwa sababu zinazosababisha e, shilingi kuporomoka ni pamoja na kuwa na uagizaji mkubwa kuliko uuzaji nje hmm. Na kama utakumbuka m, Tanzania huwa tuna vipindi ambavyo tunauza bidhaa nje kama vile pamba, kahawa, korosho kipindi hicho unakuta shilingi yetu inakuwa ina nguvu, lakini kwa sababu uuzaji huu ni wa msimu, msimu unavyokwisha, unakuta kwamba kiasi cha pesa za kigeni zinazoingia kinapungua ukilinganisha na uagizaji kutoka nje. Lakini lengo ni kwamba kama tukiweza kuzalisha bidhaa nyingi ambazo zitatosheleza nchini na nyingine tukauza nje, lakini pia tukapunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje kuja nchini thamani ya shilingi itaendelea kuwa imara. Kwa maana hiyo, sensa hii ina nafasi kubwa sana, kama nilivyosema, kuangalia fursa zilizopo na kuziibua na hivyo kufanya uwekezaji hapa nchini hmm. kwa maana hiyo pia uagizaji wa bidhaa kutoka nje utapungua, lakini uuzaji wa bidhaa kwenda nje utaongezeka na hivyo shilingi itaendelea kuwa imara katika kipindi cha muda mrefu kuliko ilivyo sasahivi tunavyotegemea uuzaji wa mazao ya. Naam, ya utafiti wetu ulianza tarehe kumi na tisa mwezi wa tatu, lakini hii ilifuatiwa baada ya wadadisi na wasimamizi kuwa wameshiriki kwenye mafunzo e, na tunatarajia utaendelea mpaka mwezi wa sita. Hmm. Na hivi ninavyoongea toka tulivyoanza tarehe kumi na tisa <coughs> mwezi wa tatu samani ni tumeshafanikiwa kukusanya madodoso elfu mbili mia nne na ishirini na nane na madodoso mengine elfu moja mia tisa tisini na sita eh, yameshasambazwa kwenye viwanda na tunatarajia yatakavyokamilika nayo yatawasilishwa. Kwa hiyo jumla tuna takribani Uh -huh. taarifa za viwanda elfu tatu mia sita na ishirini na nne kwa ujumla wake sasa. Na moja kati ya maswali magumu ambayo yamekuwa e, kati ya maswali ambayo yamekuwa magumu kuyajibu ni nchi hii na viwanda vingapi? E, hata ukiwauliza uki, uki, uki, uki viongozi wengi wanaona kuwa hawasemi, lakini nyie inawezekana mnafahamu kwa sababu mnakwenda kufanya sensa ya uzalishaji viwandani maanake tayari mnayo kanzidata ama mnayo idadi ya viwanda ambavyo mnakwenda kuvi, kuvitembelea ama kwenda kuvifanyia huo utafiti kukunazo. Kwa hiyo unaweza ukatuambia, eh, kwa mujibu wa takwimu mlizo nazo, nchi yetu ina viwanda vingapi? Kwa mjibu wa takwimu tulizo nazo kwa sasa hivi tuna takribani viwanda elfu hamsini na tatu t mm. Lakini kupitia zoezi hili la sensa Ndiyo. pia litaweza kuhuisha hii orodha ya viwanda tulivyo navyo, kwa sababu tunakwenda kupitia viwanda vyote na inawezekana hii hamsini na tatu tulionayo nayo kwenye kanzidata zetu mm. ikawa ni namba ndogo, labda tukawa na viwanda elfu sitini, sabini. Itategemea na baada ya zoezi kukamilika, tutapata mm. namba sahihi ya viwanda tulivyo navyo, na hili nalo ni miongoni mwa malengo ya kufanya sensa hii ya mwaka wa rejea 2023. Na kwa uelewa wa pamoja, tafsiri hasa ya ya, ya, ya viwanda ni, kiwanda ni nini? Ni, ni, ni, ni yaani kiwanda ili kiwe na sifa ya kusema hiki ni kiwanda inatakiwa kiweje? Kwa sababu kuna wakati pia tuliwahi kuambiwa kukiwa na cherehani nne, nayo chenyewe ni kiwanda hmm. Tafsiri mm -hmm. ya kiwanda na tafsiri hii ni ya, ya kimataifa ni kwamba kiwe na uwezo wa kubadilisha hmm. eh, malighafi mm -hmm. kuwa bidhaa aidha ya kati au ya mwisho kwa ajili ya matumizi ya mwisho hmm. Na katika zoezi hili la kubadilisha huu mchakato wa kubadilisha e, malighafi kuwa bidhaa ya mwisho au ya, ya, ya, ya kati kwa ajili ya kiwanda kingine ndio inatupa maana ya kiwanda. Kwa maana hiyo hata cherehani ni kiwanda, kwa hiyo ukiona hizo nne e, ni kiwanda e, Hizo idadi ya cherehani ulizosema ni niki, kiwanda lakini ni kiwanda kidogo viwanda vingine nachanjiai... vya aina hiyo ni pamoja pamoja na chenyewe nachanjiai... kinaingia kwenye sensa, lakini hivi viwanda vidogo tutakuwa na utaratibu wake, kwa sababu ukisema kwamba uvipitie viwanda vyote vya aina hii vya cherehani nne eh, mafundi seremala na nini itakuwa ni sawasawa na kutafuta sindano kwenye gunia la mchanga kwa hiyo njia tunayoitumia ya kitakwimu ni sampuli, mm. Tunakuwa na sampuli hizi ambazo viwanda ambavyo vitakuwa vimechaguliwa kwa viwanda mm. vidogo tutavipitia na baadaye hesabu zitafanyika ambazo ndio zitaweza kutoa picha pia na viwanda vingine, lakini, lakini, lakini kwenye kanuni za utafiti kwenye kanuni za utafiti e, utafiti pekee ambao hautumii sample ni sensa, kwa sababu ukizungumzia kuhusu sensa ni hesabu ya the, the, the, sema the, the whole population. E, sasa hapo wewe unasema mm, mnakwenda kufanya sensa ya viwanda uzalishaji viwandani alafu bado tena unasema e, mtatumia sampu ama sampuli. Hiyo itakuwa ni sensa au itakuwa tu ni utafiti mwingine tu wa kawaida? Unajua, kimsingi ni kwamba e, sensa kama ulivyosema ni kweli, kuna sensa ambayo inahesabu kila kitu mm -hmm. Lakini hii ya kwetu ni branded. Mm. Hivi viwanda vyote vikubwa vinavyoajiri kuanzia wafanyakazi tisa na kuendelea vyote tutavitembelea. Lakini hivi vidogo sana inabidi tutumie sampuli. Kwa maana hiyo, tunaweza ukasema kwamba ni ni, ni sample census. Mm. Kwa hiyo imejumuisha ime kwa viwanda vidogo vidogo tunatumia sampuli, lakini hivi vikubwa kuanzia wafanyakazi tisa na kuendelea vile vyote tunavikava Naam, nakushukuru sana uh, Mwisho kabisa una, unalipila una, una kuwambia Watanzania kuhusu kazi mnayokwenda kuifanya na pengine tutegemee ripoti yake mtaitoa lini ili watanzania waweze kufahamu hali ya uzalishaji kwenye viwanda vyao? Okay, mwisho ni kwanza, nitoe wito kwa wenye viwanda na hili ninalirudia. Waziri hmm. mwenye dhamana ya viwanda alishawahi kulisema wakati alipokutana na wamiliki wa viwanda pale Dar es Salaam wamiliki wa viwanda kutoka mkoa wa Dar es Salaam na, na Pwani. Hiyo ni la kwanza, natoa wito kwenye viwanda kuendelea kutoa ushirikiano kama walivyoonyesha, lakini pili, kwa wananchi ni kwamba sensa hii itakuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu eh, itabainisha ni malighafi gani zinahitajika na sasa hivi kama nchi hatuhitaji kuuza bidhaa ghafi nje nchi. Inatakiwa zichakatwe na kwa kufanya vile thamani inaongezeka na kupitia sensa hii wananchi watajua kwamba kuna fursa ya mali ghafi inayohitajika hususan zinazotokana na shughuli za kilimo. E, tatu tunatarajia matokeo ya awali ya sensa hii tutaanza kuyapata mwishoni mwa mwezi wa sita, hmm. Na sensa hii ni ya kidijitali, wadadisi wetu wanatumia uh, vishikwambi. kwa hiyo kila dodoso likishakamilika akishaingiza anatuma na tunalipokea kwenye seva ambazo ziko ofisi yetu ya makao makuu hapa Dodoma. Na, Masolwa, na kushukuru sana na nataka kila laheri kwenye shughuli hiyo mnayokwenda kuifanya. Asante sana. As, asante sana na nawashukuru Azam kwa kuendelea kuwa nasi bega kwa bega katika kuhamasisha mm -hmm. Eh, zoezi hili la sensa ya uzalishaji. Nasi, na, tuna viwanda vyetu vya Said Salim Bahresa bila shaka takuja kuona mambo yanavyokwenda huko, hivyo ni muhimu, hivyo lazima <laughs> viwemo. Hamna jinsi ambavyo viwanda vya Salim Bakresa Ndiyo. vitaacha kuchukuliwa kwenye sensa hii. Asante sana, shukrani sana. Ni Daniel Masolwa, huyu ni mkurugenzi wa kurugenzi ya takwimu za uchumi kutoka ofisi ata ya taifa ya takwimu NBS, nikizungumza naye akiwa katika studio zetu za Dodoma. tunakamilisha <mucho>